Nilikuwa nasikia unatoa u, u, ujumbe kwa wana Yanga. Unaambia nini? Yaani naambia wana Yanga yani, hamtoki na yani, hamtoki Tanzania Stadium, bao mbili mapema. Mwana mama hapa, shabiki ndaki ndaki wa Fountain Gate FC. Tunaenda kuwafanya nini Yanga tarehe 21? Tunaenda kuwapiga mbili moja. Sisi kama wana wa Manyara tunafurahi kupata timu yetu ya Fountain Gate. Tunawapenda mashabiki wachezaji wetu, tunawaombea washinde. Yani yanga ikija, natakiwa tuwapige hata tano. Tuwafanye nini? Tuwafunge hata tano. Mimi maoni yangu ni kwamba tunaiunga mkono kwa nguvu zote timu yetu ya Fountain Gate katika uwanja wetu wa Koraa, nikiwa mkazi wa Babati Manyara. So, pengine unatazama dakika tisini zitaenda kumalizika vipi? Uh, dakika tisini tutaishangilia kwa nguvu zote. Nafikiri timu yetu ya Fountain Gate itapata ushindi, naiombea sana kwa Mungu iweze kushinda, kwa sababu ni timu yetu, ni nyumbani, imeweka heshima kubwa kutuletea. Tusingekuwa na Fountain Gate, nafikiri hata Yanga usingekuja Babati. Ndio nasema wanawake wote wa Bonga watambe chura